Wale watakaopatikana na hatia ya kuhusika katika biashara ya sehemu za mwili watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. Nam waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema vitengo vya usalama vitashirikiana na jopo kazi maalum lililoteuliwa kufanya uchunguzi. Na kama anavyotuarifu Seth Olale anavyotueleza, muungano wa madaktari KMPDU unataka madaktari wanaoletwa kutoka Ulaya kufanyiwa uchunguzi mwafaka, kuhusu utendakazi wao kwenye hospitali za humu nchini. Siku moja baada ya jopokazi maalum la kuchunguza biashara ya ulagai wa sehemu ya mwili kuanza rasmi uchunguzi kuhusu uhalifu huo kwenye baadhi ya hospitali za humu nchini, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametoa onyo kali kuhusu watakaopatikana na hatia. Akikamilisha kongamano maalum la jukwaa la usalama katika kaunti ya Machakos, Waziri Murkomen amesema kwamba vitengo mbalimbali vya usalama vitashirikiana na jopokazi hilo kwenye uchunguzi huo. Wakati huo huo, muungano wa KMPDU unataka madaktari wanaoletwa kutoka Ulaya kufanyiwa uchunguzi mwafaka kuhusu utendakazi wao kwenye hospitali za humu nchini. and the doctors who are, who are doing these uh, procedures have been confirmed to be most of them are foreign doctors. Kadhalika, kaunti ya Machakos imetajwa kuongoza kwa ulagai wa mashamba. This is the epicenter of land fraud in the country. But we want to hear properly, tuone challenges kama inayohusiana na mambo ya mashamba. Maneno ya watu kunyang'anywa mashamba yao na wako na title deed genuine, hiyo bwana tusaidiane hiyo tuache. Usalama ukiwa msingi wa maendeleo kwa taifa. Baraza Kuu la Usalama linaendelea kupokea mapendekezo kuhusu utaratibu wa usalama kote nchini. Seth Olale, Luninga ya Citizen katika county ya Machakos.